Wanampenda baba rafiki, wanampenda baba mlezi. Kuna malezi ya aina nne, kina baba, yaepukeni maradhi haya, yaepukeni malezi haya, na wababa wengi wanalea watoto katika malezi hayo. ala rasihi malezi ya kwanza, ukali uliopitiliza, malezi ya kimabavu.

kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumuogopa Allah na kupata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maudhui ya leo ambayo nilihtari kuja kukuleteni, ndugu zangu, katharati duyun, nilikuwa nataka nizungumzie wingi na msongamano na dhiki ya madeni. Watu tunadaiwa mno, tunadaiwa mpaka tunabadilisha njia, mara nyingine mpaka tunashushiwa heshima kwa sababu ya deni, mara nyingine tunakosa usingizi kwa sababu ya kudaiwa, na life tunaiona chungu kwa msongo wa madeni ni nini natija yake? Uislamu unatutetea vipi juu ya madeni? unawezaje kuyamaliza madeni na tufanye nini? tushauriane nini? ilikuwa ni mada muhimu mno, lakini idakhartuha na iweka hakiba, kwa sababu pia niliombwa leo na mmoja ya tutoka oswali nao hapa tulizungumzia mada ya malezi kuwalea watoto katika mazingira mema. Aliomba maudhui ile irudiwe, sijui nini lengo lake, nami nitakuwa pamoja naye kwa sababu nipate sunna kuihuisha ya Mtume Muhammad kana la yarudu yadilames ay yadi sail Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamrudishi mikono mitupu muombaji, kwa sababu kaniomba, nami situmi vocha wala credit. Nitaripiti wakati mwingine tukipata fursa, wa baba ambao tuna responsibility nyingi na majukumu, tuje tuzungumzie madeni, nafikiri katika maudhui hii wanasema hatoki mtu, hata yule mwenye usingizi atafungua macho, manake watu tutaka tuhame mji kwa sababu ya madeni, tuhame hapo. Ndugu yangu mpenzi uliokuja katika Ijumaa, mambo mawili, mambo matatu yaweke mbele sana. Jambo la mwanzo ni Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili ni mke wako. Jambo la tatu lisiingie jengine, ni watoto wako. Watoto wape nafasi kuliko marafiki, watoto wape nafasi kuliko kazi, watoto wape nafasi kuliko kila kitu. Watoto wanakuwa vibaya na malezi wanaokuwa nayo Hatujalelewa sisi katika malezi hayo. Kwa hiyo society vijana leo wanaenda mwendo usio, kulla man ahfa tariq dhalla, kila mwenye kukosea njia kupotea ni hakika. Tarbia zimekosewa, malezi yamekosewa. Na malezi ya kwa nini malezi yamekosewa? Kwa sababu dhana ya watu wengi wanajua anayefaa kumlea mtoto au mlezi wa mtoto ni mama. Kumbe mlezi wa mtoto si mama, mlezi wa mtoto ni baba. Na inasikitisha baba wa Kiislamu ustadhi mzima hana muda na mtoto, baba wengi hawana mida na watoto wao, lakini baba kutoa muda na mtoto ni jambo muhimu sana nitakiwa ukirudi nyumbani unavua kanzu nyeupe kama hii, unaweka pembeni, unatoa kofia kama hii, unaweka pembeni, unaanza kuwatafuta watoto wako, unaanza kukimbizana nao, unaanza kucheza nao, mara unajificha, mara hawakuoni. Baba wengi hatuwezi kwa sababu ya wadhifa, shekhe, kama mimi nitawezaje kucheza na watoto na uko kutafuta nimwachie nani? Basi watoto, tambua wao hawana shida kwamba baba yetu ni mtu fulani, hiyo sio shida. Wanampenda baba rafiki, wanampenda baba mlezi. Kuna malezi ya aina nne, kina baba, yaepukeni maradhi haya, yaepukeni malezi haya, na wababa wengi wanalea watoto katika malezi hayo. Ala rasihim. Malezi ya kwanza, ukali uliopitiliza, malezi ya kimabavu, malezi ya kikatili muda wote, ukali. Ukali una sehemu yake. Yuko mtoto mmoja wa kike anamchukia baba yake, hakuna mfano. So baba alivyomlea alimlea vibaya kwanza alikuwa akimtia vibao mama yake mbele yake ili atoto. Ni kosa, mwanamke hakanywi mbele za watoto, kuwa na subira, kakanyaneni chumbani. Subira na kushinda, unaanza kufoka pale pale, vile unavyomtoa akili mfanya kazi, daraja hilo hilo ndo unamtoa akili na mkeo, na unawajumlisha na watoto, akili zenu kama mama yenu, hamna akili nyee Haya ni maneno mabaya. Yule ni mama yao wanamheshimu watoto, wanaona baada ya ukubwa wa Allah ukubwa unaofuatia ni mama. Anzilinnasa manazilahum, mtume anasema wapeni watu heshima zao. Usimdharau mtu mbele ya mtu anayemheshimu hata kama unamiliki. Wote sisi tuna mabosi wetu, unaonaje bosi wako akaja akakwashia moto mbele ya mkeo, utajivumilia? japo ni bosi, utamwasi. Lakini tukiwa ofisini tutapokeana kule, hakuna shida. Lakini kuna sehemu ubosi wako weka huko huko kazini. Haya ni maelekezo ya Mtume Muhammad. Mama ni mkeo, umeoa mwenyewe, anavyokuheshimu alikuwa akaribie akusujudie, lakini mbele ya watoto wake mpe heshima. Utashangaa baba wengine anamtia makofi mkewe mbele ya watoto, tena si wadogo, wakubwa. Sasa dada huyu anasema, baba alikuwa akimtukana mama mbele yangu, namuona muda wote mama analia, nashuhudia machozi yake, anampiga na akavuka mipaka, akasema, hata hichi kitoto hichi sio damu yangu, umeshanibambikia na hichi kitoto, riziki yangu kisile mimi nikawa ni naishi kwa kunyimwa chakula mamangu tunafuga mbwa nyumbani basi alikuwa akienda kuniwekea chakula kwenye karai la mbwa akiniambia ashura mwanangu kale na mbwa asijakamaliza nilikuwa kwa kula na mbwa huyu ni babangu malezi ya kimabavu mtoto kama huyu anawezaje kumpenda babake Hujui protocol zinasema, mtoto wa kike rafiki yake baba yake. Watoto wa kike mara nyingi watakiwa wawe na mapenzi na baba zao kuliko chochote, lakini watoto wako wewe wamekosa mapenzi na wewe, umekosea jinsi ya kuwalea. Epuka malezi ya kimabavu kwa watoto. Jambo la pili, tizameni hisia za watoto. Msiwaaibishe watoto wenu, tizameni zile hisia zao. Mzee mmoja alikuwa na mtoto anakojewa sana kitandani kila siku, mikwaju kila siku kumwadhibu. Isitoshe siku moja, kabeba godoro na mtoto kaenda nalo mpaka skuli, shule nzima imekusanyika, baba anaanza kunadi mbele Mwalimu, tunataka mwenye kulalia godoro ili atoke mbele. Watu wote wanashangaa, godoro chafu jeusi. Akatoka yule mtoto wa kiume, baba akaamrisha azomewe, apigwe. Sasa huyu mtoto, kilichotokea hapo, shule imemcheka, jamii imemcheka, dunia nzima imeona aibu yake. Unamwathiri kisaikolojia huyu mtoto hata akiwa mtu mzima baadaye, anaida anaaibu sosahaulika. Ni vizuri kujali hisia za watoto, baba ndo mlezi. Angalia, mtoto mmoja siku moja alimfesi babake, akamuuliza baba, hebu nipe sifa za mwanaume bora ili niwe mwanaume bora, sifa zangu ni zipi? Baba akamwambia sifa ya mwanaume bora ni yule anatoa muda na watoto wake. Sifa ya mwanaume bora ni yule anatoa disiplini kwa watoto wake, anafuatilia masomo yao, anafuatilia afya zao, anawajali watoto. Yule mtoto akaulizwa, kwa nini umeniuliza? Akasema, kwa sababu nataka niwe baadaye mwanaume bora lakini ili niwe mwanaume bora basi itabidi kuanzia leo niwe kama mama. Nikisha kuwa kama mama nitakuwa mwanaume bora siku za usoni. Baba akamwambia usiseme uwe kama mama, sema uwe kama baba. Ambie hapana, kwa sababu hizi sifa ulizo zidodosa zote naziona kwa mama, sizioni kwa baba. Mama ndo anaotokea sisi asubuhi anaangalia tunavaa nini, tunakula nini, tunasoma nini chuoni, tumekwenda tuko sura gani. Baba hajui, baba hajui mpaka umri wa mtoto wake, unamkea vipi mtoto kwa hiyo hujui. Ukifa ndo binadamu anapata jina la kuitwa yatima. Akifa mama, mtoto si yatima. Wale mayatima wanaoletwa hapa si kukosa wazazi wote, kukosa mzazi baba, kwa sababu baba ana asilimia thamanini ya malezi bora kwa mtoto, mama ana asilimia kumi na nane. Yaani kile kitoto nyumbani, wallahi, ili kiwe kitoto cha kike sawasawa, kilete athari njema katika jamii, lazima apatikane baba wa sawasawa sawa. Hakiwezi kuwa kibinti cha maana bila ya baba, lakini pia yule mtoto wa kiume ili awe mwanaume wa sawasawa inahitajika pawa ya baba. Wataalamu wa malezi wanasema mtu yoyote ambaye alikosa suhuba ya baba, alikosa kuamiliana na baba, kakuwa bila ya baba, huyu atakuwa baadaye ana matatizo ya kisaikolojia, hata awe ni mzee alozeeka. Tafiti mwenyewe mtu alioishi na baba na mtu ambaye alikuwa ni mtoto wa single mother, kwa sababu ile kumbatizi la baba lenyewe lina vitamini kubwa kwa mtoto kuliko kwa mama. Mtoto anaanza kunyonya kwa baba yani, mtoto akizaliwa bismillah, itakiwa achukuliwe baba, amweke kifuani, amlaze shingo yake, na utaona mtoto ukimweka kifuani, automatically anapeleka shingo yake mguse na kifua Vitamini zinaingia katika kichwa chake, kuna vitu ananyonya mtoto. Mwanaume ana madini mengi katika mwili wake. Mwanaume ana madini katika mkono, mwanaume ana madini katika kifua. Ndio maana mwanaume akimtomasa tomasa mtoto wa kike kifua kinaongezeka kinakuwa, lakini akishikwa na mwanamke mwenzii hakikui. Baba kuna vitu mtoto havipati ndo maana wataalamu wanasema, pamoja na ukali na ubize wa maisha, kwa siku mbebe mtoto wako jambo mara mbili kisha mkumbatie. Hiyo ni tiba. Iendelee mpaka atakapofika umri wa miaka kumi na mbili. Una miezi mtoto habebwi? Je, hamuoni sasa kuna hatari kuwaacha wanawake bure? Ukishazaa na mwanamke usimwache itokee tu. Ndo maana leo wanasema mkoa wa Dar es Salaam peke yake ndoa zinazovunjika mia tatu kwa siku. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu wanaume wengi ni watoto wa single mother, wanaume wengi wamelelewa na mama bila ya baba. Simba siku zote ukimtoa porini, ukimleta huku mjini, atakuwa simba wa mjini mjini, mjini. Mtoto ambaye kalelewa na mama peke yake, wanahangaika na mama peke yake, huyo ni simba. Katolewa kichakani, kaja kuishi Dar es Salaam, atakuwa kama nyau tu, atakuwa kama mbuzi tu. Lazima simba ile awe simba, tumwogope, sharti akulie porini. Pori la mtoto ni baba, na hata ukitizama, aklia baba anaaminiwa na mtoto kuliko hata mama kabisa. Mtoto wa kike, mtoto wa kiume, baba akirudi nyumbani, ile confidence na amani, yaani baba anaaminiwa kuliko maelezo, mpaka wanasema ukiwa na mtoto wako usimchape baba wala usimpe maneno makali, kwa kumpa maneno makali tu anaweza akafa kwa sababu baada ya utisho wa Allah ni utisho wa baba. Yaani baba tu baba tu basi. Ndio maana angalia, mama muda wote yuko na mtoto, kamzaa, yuko mgongoni, yuko mikononi e, wa fiswaluhu fi amaini, anamnyonyesha matiti siku zote, lakini huyu mtoto akijisikia kutaka sijui kufanya haja yake, mama atamwelekeza mwanangu, chutama pale ujisaidie simama pale ukojoe, yatamwambia atamwambia vitu kama, pamoja na ukaribu huo, lakini bado mtoto kila kitu ni cha baba. Ikipita ndege, sasa hivi hiyo inapita, utaona watoto wanashangilia ndege ya baba, wala usikii ndege ya mama. Likipita gari zuri, usikii gari hiyo ya nani? Ya mama? La, utasikia gari ya baba. Mtoto akipanda hapo kwenye mimbari juu mtu wa kawaida akipita akambia, "ruka", ni kudake hata siku moja hamki, hata kama ni mdogo. Lakini akipita baba yake akifanya hivi tu unashangaa, ukishangaa akashafika chini. Confidence ya baba ni kubwa. Baba we mlezi, twende kidogo kidogo, vipi utamlea mtoto? Na kwa nini tunaongelea malezi? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wana tabia fulani fulani ukubwani, lakini ukichunguza asilia yake udogoni. Ukitaka kuharibu utu uzima wa mtu, chezea utoto wake. Watoto wengi wamechezewa, wamepata mifumo isiyokuwa halisia na sisi tunashindwa kuwalea watoto sio, si wenyewe tumelelewa mara nyingine vibaya. Samaki mkunje angali mbichi. Kuzaa si kazi, kutia mimba tu si kazi, jambo rahisi. Kazi kulea. Na nikwambie ndugu yangu, mtoto si wako peke yako. Mtoto ni wa society, ni wa dunia nzima. Tunataka mtoto mzuri. Umezaa, umemzaa nani? Sisi tunataka utuzalie mtu kama Mtume Muhammad, taka utuzalie mtu kama sena Abu Bakar ni Siddiq tuzalie mtu kama mawalii, usituzalie watu wakaleta fujo katika ardhi. kizazi kibaya hatutaki, na yala asafi. Utakuta watu wengi wa dini migongoni mwao ndio wanatoka watoto wavuta bangi wrong? walevi. Ukiambia okay, yule ni mtoto wa shekhe fulani astaghfirullah. Unaona haya wewe, kila mwenye kukosea njia lazima apotee. Ukiwa kwenye khutuba ya Ijumaa, nikuongezee maneno haya. Jambo la mwanzo kabisa, mtoto utakavyomlea akizaliwa mtoto, malezi ya mwanzo kabisa, usiseme yule mtoto ni wako, usiseme mtoto huyu ni mali yangu, usiseme maneno kama hayo. Sema hivi: Allah amemleta mtoto huyu kupitia mimi kama sababu. Lakini ukisema ni mali yangu, kuna malezi ya aina mbili yatatokea hapo. Jambo la kwanza, inawezekana ukamnyanyasa mtoto, yale malezi ya kimabavu ukamfanyia, ukatili mtoto, ukamwathiri, kwa sababu ni mtoto wangu, nitapiga ninavyotaka, nitafanya ninavyotaka, sipangiwi Wallahi si wako, fanya unavyotaka, uone serikali itakavyokushughulikia. Watu wangapi wameingia matatizoni kwa sababu ya kuwaathiri watoto? Watoto ni maua, stress zako za kazini ndio unampiga mtoto mibao kama hii, mpaka mama anasema hana rahma na watoto. Mkali kweli kwa watoto wangu, akishika tu mtoto kitu, hayo maneno atakayoambiwa, mpaka mtoto anaogopa, alafu ndevu zimeshuka mpaka hivi, kilemba utoi ndo unalea watoto hivi. tume alikuwa anabeba watoto, anakisi watoto, anafurahia na watoto. Inaumiza, wasiokuwa waislamu wanaenjoy na watoto. Leo upendo umebakia kwa kina mama. Kina baba askari kamili, FFU kamili, akiingia ndani hakuna rahma. Hivi mnamjua amirul muuminina na Omar? alimfukuza waziri kazi kwa sababu yule waziri hana mapenzi na watoto wake. Alimkuta Omar, siku hizo anacheza ofisi ya Waislamu, yani president, rais. Hata rais anazaa jamani, eh, anacheza na mtoto mo, jifanye ng'ombe hata kama we si ng'ombe. Alivyofikia pale, akasema inna lillah, rais wa Waislamu Omar, yani unacheza na watoto namna kama hii? A, we utakacheza na nani? tunakutegemea ambia we uchezi na watoto wake. Ambia subutu, mimi yaani nikiingia ndani mama akajificha darini, watoto mvunguni, sina mchezo, kwani alitaka maneno mengi Omar. Alikoongea akiongea kwa vitendo, akaambia etazil, huna kazi ndugu yangu, huna kazi ikiwa huna rahma na watoto, majukumu ya kijamii tuliokupa Waislamu watakuja kusikilizwa shida zao vizuri kweli? Au utawakaribia? Na ndio maana hawa mnaowapa ofisi zenu za jamii hawana uweledi. Kuna watu hapo kitengo cha hospitalini, mgonjwa itakiwa umfariji, ni protocol za kidokta hizi, hakuna good service, hakuna service nzuri. We unaumwa umwi kavipi, ondoka. Ndio <clears throat> tunavyohudumia hivi hata katika biashara yako ukiwa na tabia hizi Allah anaondosha baraka, na nikupeni siri hasa, Watanzania wengi sehemu zetu za kazi hatuna service nzuri. Mtu akipata kiduka tu siku mbili tatu, naomba kibiriti, kimya. Naomba kibiriti, kibiriti, eh, taratibu basi naenda kanunue kule mbele. Hii ni ishu ya malezi sini kumegee siri mpanga msikitini, maimamu wakali, hatari, roho mbaya zimewajaa. Mtu anatoka from nowhere, imamu jaina nyuma, hajakwambia toa zako yahe, ongea na ndugu zangu, waumini nyie ndo matapeli nyie, emtoka huko wewe. Imamu gani una roho mbaya? Asili ni hapa kwenye malezi. kwa kwe hiyo mtoto akizaliwa usiseme ni mali yangu, sema hii ni mali ya umma Allah kamleta kupitia mimi. Kwa sababu ukisema ni wangu utafanya unavyotaka, na ukifanya unavyotaka utamdestroy huyu mtoto. Utakuwa mtaji, mimi nakusomesha kwa bidii uje kunisaidia baadaye. Jamanini Waislamu, hatuleani kwa uchoyo. Dunia ina watu bilioni ngapi? Sasa huyu mtoto unamkuza